Baada mdo lakini kwa hivi sasa, hatimaye mwili wa mwenda zake Raila Amollo Odinga umefika nyumbani huko Bondo, kaunti ya Siaya ambapo ulipokewa na familia yake wakiongozwa na mjane wake Mama Ida Odinga na wanawe Rosemary na Raila Junior, jamaa na wakazi wa eneo hilo. Mwili huo ulisafirishwa kwa ndege ili kuokoa muda, na baada ya familia na baadhi ya viongozi kuutazama mwili huo, wakazi na walipewa fursa ya kutazama mwili wa marehemu na kutoa heshima zao kabla ya mazishi ya kesho siku ya Jumapili. Na Jamila Muhammad anasimulia mambo yalivyokuwa. Muda mfupi baada ya saa kumi ya alasiri ndege iliyokuwa imebeba mwili wa hayati Raila Amollo Odinga iliwasili nyumbani kwake katika shamba la Opoda, Bondo, kaunti ya Siaya kwa mara ya mwisho mwili wake ukipewa heshima na taadhima, ambapo uliondolewa kutoka kwenye ndege hiyo na wanajeshi chini ya uangalizi wa viongozi wa kidini na kusafirishwa kwa muda mfupi hadi eneo maalum lililokuwa limetengwa kwa shughuli ya kutazama mwili wa marehemu. Mwili wake baba sasa utaletwa hapo, alafu sisi wote tutaweza kumhaga buriani. Awali ilikuwa imearifiwa kwamba marehemu Raila kwanza angepelekwa hadi katika boma lake ili familia yake na jamaa wa karibu kutoa heshima zao kabla ya kuletwa hapa, ila mipango ilibadilishwa kwani inaarifiwa kwamba umati uliokuwa nje ya boma lake ulikuwa mkubwa mno. Na mmoja baada ya mwingine familia yake wakiongozwa na mjane Mama Ida Odinga, binti ya Rosemary Odinga na kakake Oburu Odinga waliotazama mwili wa mwenda zake na kutoa heshima zao. Kisha alifuatia mwanawe Raila Odinga Junior na viongozi wakuu wa chama cha ODM akiwemo gavana wa Siaya James Orengo na mwenzake wa Homa Bay Gladys Wanga pamoja na viongozi wengine Baadaye wakazi wa kijiji hiki pia walipata fursa ya kumpa buriani mwana wao kiongozi waliyemfahamu kumheshimu na kumwenzi. Shughuli hii ikitarajiwa kuendelea hadi jioni hii ya Jumamosi, kabla ya mazishi kuandaliwa kesho Jumapili, maafisa wa usalama wakiweka kila juhudi kuhakikisha usalama unadumishwa, kwani waliojitokeza kutoa heshima zao walikuwa wengi, mara kwa mara wakipata changamoto. Shughuli za kuchimba na kujenga kaburi iliendelea katika eneo atakapozikwa mwenda zake Raila Kang'o ka Jaramogi, kando ya alikozikwa babake Jaramogi Oginga Odinga. Kabla ya hapo ibada ya mazishi itaandaliwa katika chuo kikuu cha Jaramogi, ambapo viongozi wakuu wa hapa nchini na wa kimataifa wanatarajiwa kujumuika na familia, jamaa na wakazi wa Bondo kumpa buriani mwenda zake. Jamila Mohamed, runinga ya Citizen.